Angie, you're through. Asante. Hey. Hi. How are you? Eh uh eh. -huh. Vipi? Kumeendaje? Rafiki yako Amenivunja <clears throat> moyo sana. Queen, then so... I'm sorry. That's what happened. I'm sorry. Lakini naomba utambue kitu kimoja kwamba mimi naamini katika kile ulichokuwa nacho, kile ambacho umebarikiwa, mimi nakiamini na, na ninaamini una kipaji kikubwa sana. Sawa, inawezekana leo ikawa ni moja kati ya zile siku ambazo mshikaji hayuko sawa, sababu I know my friend, namjua vizuri sana mshikaji wangu. Wewe nenda nyumbani. Kapumzike. Nitakupigia simu vitu vikiwa sawa then uje tena kwa mara nyingine. Sawa? Ila pole sana. It's okay. Right? Sawa. Na, na, na, na hata siku moja usiache mtu akakwambia kitu fulani uwezi. All right? Okay. Sawa. Yeah. Sante. Bye. Uko sawa, we? Maana sio kawaida yako kunipigia simu kukufuata ofisini mchana. What's up? I'm not fine, man. Jo, we utajisikia vipi mwanangu ukisikia mke wako au mpenzi wako ambaye unatazamia kuona naye anatembea na Anatembe mzee wako? no, be real, kusikia uh, kusikia right. Kusikia, na sio kuona. It doesn't matter, kusikia au kuona, whatever. Ha ah. Mhm, mm. <coughs> tell me me, talk to me, unajua <coughs> kuna Kimoja Temba, mm, kusikia na kuona mm -hmm, ni vitu viwili tofauti kabisa. Wewe, kipi hasa ambacho kinakufanya uhisi labda Priscilla anatembea na baba yako? Najua anatembea na mzee and it's so confusing, na yeye mwenyewe amekuambia hivyo au ni wewe hisia zako? Kwa sababu ya kutomwamini. Anakataa hajatembea na mzee lakini anakubali kwamba wanafahamiana hasa, tasielewe. Right. Sioni tatizo kwenye hilo bro, kwamba wanafahamiana na mzee huni tatizo, yeah. Mimi nadhani wewe una panic kitu ambacho hukupaswa kukifanya. Kwa hiyo, nachotaka kuniambia, Temba, wewe humwamini Priscilla. I don't trust women. Sijawai kumwamini mwanamke yeyote and this is what kills me right now mm. Sijawai mi kuamini wanawake okay? mm. mm? and huyu Priscilla ambaye tunamwongea hapa ni yule ambaye unakumbuka, sometimes nikiwa nyumbani na kupigia niko home kwa wazee na Priscilla, you see them talking yeye. Yeah, akiwa anaongea na mzee wangu, mimi unaona kabisa ni mtu na mke wake wanaongea, hata kunong'onezana hey, But that's normal. Hiyo <coughs> kitu cha kawaida sana. And the picture I'm getting ni kwamba wakwe wanaongea, si ndio? Yes. But then unapokuja kusikia these other stories. Y you know what I mean? <coughs> Temba. Mimi nakuomba fanya kitu kimoja. Ukiacha hii hali ikutawale, utakuja kufanya maamuzi ajabu sana. You need to focus. Sawa. Na nakuambia, my friend kama utaendelea na hii negativity ambayo imetawala kichwa chako, utajikuta unafukuza watu kila siku kwa sababu tu hujaamua kutuliza kichwa chako na kuamua kuyachanganua mambo. Si unanielewa vizuri? Mimi nakuelewa mno, kwa haya unayoyapitia nakuelewa sana, lakini hakuna hata siku moja maamuzi ya kichwani ya haraka haraka yakazaa matunda lakini huwezi ukapata suluhisho kama endapo hujatuliza kichwa chako. You need to relax. Maybe you're right, inawezekana uko sahihi. Pili, haya yanayokusumbua, take your time, chunguza, fuatilia, then uje ufanye maamuzi ukiwa na uhakika wa kile ambacho umekiona. hmm? You're better than that stuff.

Shemeji yako, mimi sitaki kuonana naye, ataleta maneno mengi, then I'm not in the mood. Ni mwambie umetoka kwa nani? Wewe mpelekee, akishaifungua akiisoma, atajua nani amempatia hiyo barua. Ni nini, hauniamini, sio hivyo? Unajua, unapopeleka barua lazima useme umetoka kwa nani. Anyway, mwambie umetoka kwangu.

Uh, mbona uniuliza hivyo? Kuna tatizo? No. Haja kuambia kitu chochote? Good. Tambua ni kiasi gani umekasirishwa na kitendo changu cha aibu. Najua ni jinsi gani nimeupasua na kuvunja moyo wako. Sina neno la kukwambia, kwa kifupi nimebaki speechless. Nimejaribu kuvaa kiatu chako, kimekuwa ni kikubwa sana kwangu. Nimetafuta mbinu za jinsi gani nitakwambia jambo hili muda mrefu sana ila nilishindwa kutokana na uzito wa jambo lenyewe. Najua unahitaji kujua ukweli ili nafsi yako itulie, na mimi niko tayari kukuambia ukweli ili tu nafsi yangu itulie. Ni ukweli, nilikuwa na mahusiano na baba yako. Ukweli mimi ni mkosaji na ninahitaji adhabu. Labda kutokana na ukimya wangu lakini sio kwa kilichotokea. Jay loves me. to to make me me I I see a a lot of signs that that are telling me something It's like a lullaby that got my heart pumping But I need to know straight from you Is it, really, is it true? TJ, what do you want? What do you want? Unataka nini? Sipendi mwanaume anayempandishia sauti mwanamke na hawa hawa wanawake ambao unawasema, ambao hawataki pandishio sauti ambao wanawafanya wanaume kuwa crazy, nahitaji ufahamu kwamba mwanamke ni kiumbe delicate sana. TJ, najua unapata wanawake kwa sababu unatumia ulagae. Isingekuwa hivyo, sidhani kama kuna mwanamke angekukubali. Unajaribu kuniambia nini? Sisi wanawake tuna mapungufu mengi ambayo wanaume hawayapendi. and yes we men, nikimaanisha sisi wanaume. Hivi ndio baadhi ya vitu ambavyo tunavichukia. Hatupendi kabisa the way wanawake mnavyo behave. Leo mko kushoto, kesho kulia, hamweleweki eh? TJ hauwezi kupingana na uumbaji. Mwanamke atabaki kuwa mwanamke na mwanaume atabaki kuwa mwanaume that's right. mwanamke akikosea TJ, msamehe. Kuongea kwa ukali kutamfanya aje kuwa kiumbe mbaya sana na usipoangalia TJ, wanawake watakuja kukuchukia, ila kuongea kwa upole kutamfanya akupende wewe zaidi na akuheshimu, mm. muda wangu umekwisha, nilikuja tu kukuaga good night.

Oh, Erica. Erica. What What a surprise. Wow. Oh, what a surprise. Surprise. Mm. Wow. Karibu, Erica. Ah, sasa naachaje kumkumbuka kum mtu muhimu kama wewe? Karibu. Asante. Uh, samahani kwa kuvamia ofisini kwako, najua tena no. Mambo ya kazi. Wala usijali. Mm. <laughs> Vipi? Uh, safi,